Kakilia kaendelee kuzama, kaende, kaanguke, kazama? Hukubali? Unakubali? Ukubali mtoto wako anakwenda kudumbukia kwenye maji na hajui hata namna ya kujiokoa huko? Unamshika, unamwambia pita hapa, unamuongoza, anatuka mali, haiwezekani. Unambeba ili awe salama. Mnanielewa? Nanielewa? Nanielewa? Sasa, yes. Tanzania nchi yetu bado Mungu wetu ambaye ndiye anaitawala kupitia hawa wafalme, nataka niwaambie yuko bado in control, nisikilize. Yule Mungu hajachoka wala hajaachia uweza wake wa kutawala. Halafu mtu atawala atendaje ovyo ovyo? Sio, ila anamwelekeza, anamwongoza, na kuna mahali pengine akiendelea kumwelekeza kumwongoza, inafika mahali Huyu mtu anachoka, anageuka, anamwondoa, anaweka mwingine, halafu huyu naye anaendelea kuongozwa katika mikono yake kama wanapendavyo. Bwana asifiwe, amina. Hofu zinatoka wapi? Hofu za nini? Tuko hapa Msikie bwana nasema nini. Hata katika hali hii tuliyonayo sasa, nasema tumekuja mahali salama, kwa sababu katikati ya nchi hii, ninyi ni waombaji pamoja na mimi, ninyi ndio m... wanaitwa w... w... w... w... w... w... makuhani, wale watu ambao wanapeleka mambo mambo ya m... watanzania kwa Mungu, kama ni kulia, kama ni kuomboleza nini lakini na yeye Mungu sasa kutoka kule analeta kwetu kupitia manabii, utambia wanangu hili hili hili hili. Sasa sikiliza, kama mngekuwa hamnisikilizi mimi, nisingekuwa nazungumza, ningeisha kaa zamani. Why waste time? Ndio maana najaribu kwa kuhakikisha mpo mpo hapo mpoha. Mpoa, mpo, kama ngekuwa kina sisemi, napenda kukamisi mwenda wazimu kizumze na biti mm. au na watu ambao hawapo, so listen, nisikilize mm. umepata neema ya pekee mm. niamini bwana wewe, na tumepata neema ya pekee kwamba kuna sauti ya Mungu katikati ya taifa na Mungu ameiteua siku ya leo maalumu. <laughs> Alimuuliza miaka kumi iliyopita miaka 20 40 50 iliyopita kutatokea nini mahali hapa kwenye huu mlima katika taifa la Tanzania. Alishapanga, aliweka misingi ya ulimwengu, alishaipanga na sasa nasema alishaipanga, na haya maneno alishampa nabii, na wewe alishakuwa ku, ku, ku, kuteua. Utakuwapo, ni mtu maalum, usikie majibu ya maombi yako kwa ajili ya taifa hili. Wewe kuhani, sasa weka wazi moyo wako, msikilize mtumishi wa Mungu nabii.